Ok, karibuni tena kwenye Swahili so Coders. Leo tutakuwa tunaangalia, tutaendelea eh, kutengeneza ile website yetu. So tutaendelea ku build hiyo website na tumaliza leo, kupitia hii example uta learn jinsi unaweza kutumia zile element tuli learn jana kuitengeneza kisha uitengeneze uh, website yako na zile element muhimu zote ambazo tuliziangalia jana. So bila kupoteza wakati uh, na kabla sijaanza, please, uh, subscribe, like, share. Kama kuna mtu anaanza kulan hizi HTML ama anaanza kulan web development pia, yeah, aweze kuipata information kutoka hapa uh, bila kupoteza wakati wacha tuendelee kwa hile uh, kuitengeneza doc type yetu. Tulisema tunaanza uh, na doc type, kisha tutaiweka HTML na hii HTML language, kuna kitu tumeiongeza hapa, ambao ka umeiona language Swahili. Hii ni Swahili, sw stand for Swahili, na pia unaweza heka English kwa zile zingine uh, alafu ikafuatwa na head hapa kwa head tukasema tutaeka meta, uh, meta, uh, utf8 import. Kuna boilerplate lakini sitaki kuonyesha boilerplate now because au uh, utashika hizi content iwapo tutaitumia boilerplate. Kusiaka hizi lazima kwanza ushike as a new beginner. Mtu ambaye unaanza ku learn lazima kwanza ulan kwa kuzijua zote vini zinatumika ili wakati uta well confasa nayo information then utaweza kuitumia hizi boilerplate so kitu nyingine ambayo tulisema tunafuata ni title: wasifu wa Swahili Coderz so hapo ni kwa title, tumesema wasifu wa Swahili Coderz eh, alafu tukaifuata na link hii, ni ku connect na css yetu na ni external css kuna internal na kuna external na kuna inline, tukasiona zote as time goes, au unaweza i connect hizi vitu vyote. So tukaifunga header hapo na kitu nyingine ambayo inafuata ni body, tukasema body uh, inside the body tutaitumia tuta more elements kama vile header unaifunga na kufungua hida, alafu tukasema tunaweza tumia hii H1. H1 inamaanisha ya kwamba eh, eh, eh, elements kama vile H1 ambayo inasimamia title au headings. Kuna heading 1, 2, 3, 4, 5 mpaka 6, alafu tukaitumia navigation. Hizi navigation tukaiona. Uh, unafunga na kufungua navigation bar yako nikakupa example ya navigation nikasema hii ni example ya navigation bar ukija ukiangalia hapa, yeah. Uku tutorials, unaona exercise, services, this navigation bar unaweza kuinavigate website yako ukaiangalia, uh, sehemu zote za website kupitia hapa kwa navigation, na tukasema navigation utaitumia UL, an ordered list Piyo ni example another list so, alafu unordered list tukatumia high list, alafu tukautumia anchor tags, na hii anchor tag tukasema unaiconnect uh, web page yako sakuhapa so, tukasema kuhusu, miradi, mawasiliano alafu pia tukasema tukaifunga hiyo eh, tukaifunga hiyo unordered list yetu, na tukaifunga navigation na tukaifunga header yetu. So tukakuja tukasema tunaweza itumia, itumia section ili kuitengeneza kui, kui website yetu kabisa. Tukasema tunaweza itumia section ili kuitengeneza website yetu ikawa in pages form. In a different part of the website. So hapo kwa homepage unaweza sema maji pakulia kushoto na center. So inategemea vyenye uta design website yako, so tukasema unaitumia hii yeah. Kuiona hizo section. So tukasema kuhusu mimi, H2, paragraph. Mimi ni mtaalamu wa teknolojia kutoka Afrika Mashariki y yeah. Napenda kutengeneza tofauti programu na kushirikiana na jamii ya watengenezaji wa Kiswahili. So tunashimia hii paragraph na image. So kuna hii image. Image. Hatujazungumzia but hii ndio ni elemendi hake hau tag ambao unaweza itumia kuitengeneza hii image yako, kuweka image yako kwa website. Na ukikuja kuangalia hapa, umeiona hapa kwa document image yangu, nimeiweka image hapa kupitia na nikainem profile.png. Lazima ifanane hapa profile.png, so picha ya Kiswahili alafu alternative ni kainame hii ni kwa accessibility, ambayo watu ambao labda wanaweza kuitaisoma website yako yake wenyewe ita read ya kwamba this is uh, an image form, so, watu ambao ni sibofu wanaweza kuisoma kuipitia hapo, na ukaijua ni nini website ni all about bila kuiona image, but image unakuja Utai upload huku venye hii iko tu hivyo, that's how you can, uh, upload image yako, utakuja iweka hapa, alafu una make sure una iname according to uh, venye hii umeiweka hapo, venye utai iname hapa lazima sifanane, so that's how you do it, so utakuja huku kwa folder, save Open image malipopote kwa ile folder yako the same folder ambayo uli create new. Mimi nime create ina new, so on the same folder make sure umeiweka hiyo image yako, but name sifanane, alafu utaitumia hii tag yeah, img so okay. just type img, utaiona kesi code itakupatia automatic so Yeah, toe hiyo. So nikaifunga hiyo section. So section kuhusu nikaitumia H2, paragraph na image. Now. Songe, kuna section nyingine nikaisema miradi H2, miradi yangu, alafu nikaitumia article tofauti ya habari so miradi ambayo naifanya ni tofauti ya habari nikatumia H3 alafu tofauti inayotoa habari kwa lugha ya Kiswahili kwa kutumia HTML, CSS na JavaScript, alafu nikaifunga hiyo article yangu, alafu kuna article nyingine. Hii ni ambazo tu nimezitumia, nimekupa mfano ili uweze kuzijua, lenye unaweza itumia hizi elements zote o so, eh, blogu ya teknolojia H3 nikaitumia hapo ni onyasha, blogu, ni section, ni alafu pia nikaitumia paragraph blog inayoonyesha mswala ya teknolojia blog kwa lugha rahisi kueleweka. Nikaifunga hiyo section, ndio umeiona hapa, na nikaitumia article na saitumia na saitumia div But for accessibility, just use sections. Ni rahisi how main, yeah accessibility ya website yako, wakati utaieka kwa utaieka online, so wakati Google ina search, ni rahisi hapo kwa accessibility. So nikaitengeneza another section mawasiliano, h2 nikaitumia mawasiliano, nami ni form Hatujazungumzia forms, but tutakuja eh, kuiangalia in detail. So, form is another method of element. Sana sana form inatusaidia sana kwa kupost kama kuna kitu ambao unaipost message, emails, eh, actions zote nyingi ambazo zina connect front end na back end ya website yako tunaitumia form na utaona hii form na kuna forms aina nyingi ambazo tutakuja kuziangalia. Baadaye ni details. Kuna forms eh, so many types of form ambazo tutakuja kuziangalia. So forms lazima wakati unaifanya kama kusend emails backend, tutakuja kuiangalia wakati wa in detail. Kwa sasa hii nimekupa tu mfano eh, button kusubmit, alafu nikai ulizungumzia footer. Footer tukasema ni chini ya website yako, unapoiangalia hii website kwa mfano, tukasema ukikuja kuangalia huku chini utaiona footer, so this is your footer section. Yeah, this is your footer section. Alafu tukasema kitu ka sign up, hii ni form It is a form, sign up so i form ambao tumezungumzia hapa yeah, ndo unaona imetumika kuitengeneza kitu ka hii hapa, venye unaona sign up au login form yeah, so all these are forms yeah oitakuja kuiangalia kwa hii form kuna input, alafu search button. So hizo sote tutakuja kuziangalia in detail. Kwa sasa tulikuwa tunakupa ile example ya kuitengeneza profile yako na kuitumia some of the elements ambazo tuliziangalia jana in details. So ukiendelea huku tukaifunga bodi yetu, alafu tukaeka, tukaifunga hiyo HTML. Now kuja kuikliki huku, tuende live, utaiona so. Website yako ndio hii hapa Swahili Coderz, na hiyo form ni hii hapa. So hii form sahizi sio interactive because atuje n ama tujetumia anything at the back, uh, back end kama kuituma hata sasa hivi. I mean, kuituma hii form uh, it's not functional, uh, si functional because uko nyuma backend yake. So kwa website kuna backend, kwenye wanashangaa nazungumzia nini, kuna backend of the website na kuna front end. So kitu unaiangalia hapa hii tu ni front end ya web page, so it's CSS na HTML, but kuna kitu ka JavaScript ambayo itatupa interactivity ya website yako. So hili nikitype jina, barua na ujumbe na ni click tuma, eh, mtu anaweza ipata hii information huko nyuma. Nikituma niweke jina, barua Email saizi, yeah. Nikisema Swahili Coderz jina, alafu nikasema nikasema Swahili Coderz at gmail.com, ujumbe hello hii information haijaenda mahali popote. Unaona website yangu ime crash because hakuna eh, interactivity yote ambayo nimeifanya huku kwa backend eh, there's nothing working back there because website yetu haifanyi kwa sasa, but wakati tutakuja kuitumia javascript, how Django a backend side yetu huku utaiona, so We'll come and learn Django, how Node.js, how this thing work on the back end. So, ile image yetu ni hii na colors yote imeletwa kwako na this styling ambao tulisema tutakuja kulearn CSS. So, kuna lessons ya CSS ambayo inakuja but so far nimekuonyesha jinji unaweza external CSS ja kuonyesha internal CSS au inline CSS, but tumeiangalia, au kuweka hii imaje yako kwa website. So na tukasema kwaile fold ambao, ile kwaile, amba fold ambao ilicreate utaicreate image na ukaiweka hapo utai download image yako ama logo mahali popote ambapo umeisave, weka kwa the same folder and then rename the same name kenye utaitumia hapa kwa image section. So sasa ile section ilikuwa nakwambia, this is the section umeiona. So kuna hii section hapa, na hida iko na hii ni hida, na navigation bar, miradi, mawasiliano. So in title huku juu. So unaona hii title hapa juu huku juu ni title, alafu hii pia eh, hi uli, ambao uliona hapa, uliona H1 ya kwanza, hii H1 ya kwanza hapa imekupa hii Swahili Coders, ikakupa hii Swahili Coders now eh nadhani, eh, kwa leo tumemaliza hii project yetu, so endelea kui practice kuitengeneza uh, project kai ambayo umeiona hapa. Tumia hizo elements zote ambazo so umeziona au unaweza kiziongeza zingine, angalia hizo elements zote, kuna so many elements. Nikiangalia hapa, tuseme niki nikisearch na chat GPT, itaniambia so many other elements ambazo so ziko hapo Sio necessary utasitumia sote but unaweza itumia in the future this elements, anhatutaiangalia sote ambazo ni muhimu ambazo tumesiangalia. Alafu so, pia tutaangalia tables, unaweza create tables so, uh, na vitu zingine nyingi ambazo zimebaki. Kuna vitu vingine nyingi ambazo zimebaki, but mostly that's all about HTML. HTML haina stori nyingi hizo. Uh, ni element ambazo zitumia. Uh, tumeiangalia futa yetu huku, uh, venye kuweka futa hapa, in futa tumeiona uh, copyright Swahili so yeni. Hii ni element ya copyright, si kama si ujaiangalia copy. Venye utaona website iko na copyright unaitumia hii then una email, but venye tutaiangalia javascript au python, jinsi ya kuiweka ije update automatic hii uh, inamaanisha every single year at the end of the year you will come and change it So every year ikifika twenty twenty six we will have to come, come and change. So umona hii imekuwa twenty twenty six hapa, so inamaanisha hii hapa iza kuweka copyright. So ikifika twenty twenty five unakuja unachange ndeikupe twenty twenty five, twenty twenty six utakuja uchange huku.

Yash na si kile singine sote, otherwise asandeni sana. So hii ni profile yetu, tumemaliza, tumeitumia hizo element kuzitengeneza hii. So kufikia hapo, endelea kuipractice endelea kuzitumia hizi elements zote ambazo, uh, the most important thing ni kuendelea kuipractice. Otherwise uh, bila practice uh, utasahau but that's how you do it. E, eh, kuna kitu moja ambayo nilikuwa nafani kuonyeshe jinsi ya kuitumia boiler plate. So, wacha tuitoe hii yote. Umeiona kila kitu imetoka hapa. There's nothing remaining. So, VS Code inakuja na inakuja na boiler plate ambayo unaweza just click shift exclamation mark and then enter itakupa hii information yeti yote yote ambayo tumekuwa tukishaji kuitumia So, light delete, shift exclamation mark or shift one shift one shift key one, then click enter ita kupa boiler plate. Boiler plate insnatitobanaitaje? So alafu utakuja tu insert kama link ya CSS, yeah Monaso so, utakuja tu click. click css styling. I css ikupatia styling au script css itakupa javascript main.js javascript, alafu tukasema utaitumia div kama utaweka huku juu, but mostly

then you can just proceed from there yeah, so kama navigation. Alafu nikaitumia navigation yangu huku, nikasema labda naeka, eh, my, my, my logo so nikasema huku nitaweka logo yangu, but alafu unakuja utai name profile.png. Mbona imenipa hivyo? so ja kuirefresh ndo hiyo imenipa huku. So right now, Uh, we haven't used any CSS, lakini tukija kutumia CSS tutairekebisha hii image ikue ndogo yeah. but unaweza kuja huku useme width 150 px Sorry, ukija huku nimesema utaweka width 150 px hapa. Alafu height labda useme 150 also px. So in pixels will come and see that. Also, wakati wa kufanya styling tumia hizi pixels of something ambao na tumia. So, umeiona sasa huku, ukikuja ukiangalia hawa image hi ndio hiyo imekuja huku imekuwa ndogo. So nikikuja kuiweka something else, nasa sema ile navigation yangu. Yeye ni, ni kui connect na yeye. Yeah. Ikasema home page. Yeah. from page yangu hapa as I click shift halt h down arrow, alafu ikopi na iweka huku chini. So itakupa about page about kuja pia huku, shift halt down arrow tai copy copy hii control d, conduct we change yote at the same time, kuja huku, umeiona? So wakati wa styling hii, style hii irudi huku venye website inakaa, na hii kuja huku on the left, so yeah. Yeah, I think that's it for today. Tuliangalia hizo information sote ambazo tumeziangalia, tukaiangalia njia ya kuitengeneza profile yetu. So continue practicing with me hizo elements sote. Otherwise, thank you very much, share like na comment. Thank you.